Miradi iliyokamilika kama haijaanza kutumika ifunguliwe, ianze kutumika. Kwa hiyo kwa maelekezo hayo, hakutakuwa na ishirini na nane nyingine. Hii ni ishirini na nane ya mwisho. Kwa upande wa mkandarasi, nimewapa muda mfupi, tarehe kumi na tatu mwezi huu, waniletee utaratibu, uchambuzi wa kumpata mwendeshaji lakini pia wa kuupata mtambo na pia nijue mtambo huo utakuwa na ubora wa kiasi gani na lini unafungwa. Na nimesema kwa mkandarasi, kamilisha na sisi tufunge mtambo bora, mtambo ukamilike wa ukaosha dagaa, mengine yasubiri. Taarifa za wataalamu zinatueleza kwamba asilimia thelathini ya dagaa wanaovunwa wanaharibika kwa sababu hatuna teknolojia ya ukaushaji, na pia tukikausha kwa teknolojia duni ubora wa dagaa zetu hauwi mzuri. Kwa hiyo tunataka wavuvi wa dagaa, wafanyabiashara wa dagaa wawe na teknolojia ya kisasa ili kunusuru upotevu wa mazao wanayozalisha. Mwisho ni usimamizi wa soko hili. Lazima kuwepo na uwazi kuhusu usimamizi wa soko hili, kuhusu ugawaji wa vizimba vilivyoko hapa. Yawezekana mahitaji yakawa makubwa kuliko nafasi zilizopo, lakini tunataka mfumo ukitumika ukiwa wa wazi na wa haki, hata atakayekosa aweze kusema nimekosa kwa sababu ya upungufu, lakini hakukuwepo na mizengwe kama kulikuwa na orodha, mmeanza kugawana huko chini ya uvungu wa meza, simamisha huo mpango, msithubutu.